Moja kati ya sababu kubwa sana za matiou mengi ya root canal sasa hivi kufeli ni pamoja na kutokutumia kabisa X-ray ama kuitumia kwa uh, uh, kutokuwa sahihi kuto katika kutumia matumizi ya periapical X-ray. Periapical X-ray ama X-ray ya kupiga jino ni X-ray ambayo inatusaidia kutuonyesha meno yetu tokea chini kwa sababu uh, kufanya uh, root canal hii inamaanisha kwamba ni matibabu ambayo unatakiwa ufanye kwenye mzizi, unadili na mzizi zaidi kuliko huku juu. Kwa hiyo sasa, kama itatokea unahudumiwa na daktari ama unahudumiwa na mtaalamu wa kinywa na meno, asipotumia X-ray kwa sababu ya labda experience kubwa aliyonayo ama namna yoyote, na bado inakupa inaccuracy ya kufaulu ama kufanikiwa kwa yako hii ikiwa ni kwa sababu moja, inawezekana jino hilo halistahili ama halipaswi, lakini ya pili inawezekana tu katika kutafuta zile kanali ama, kutafuta, ama katika kutibu aka, aka, aka, akafanya inaccurate, yani akafanya vile ambavyo angetakiwa asifanye, aidha akafanya kidogo ama akafanya sana. Sasa hii hapa ni kwa nini? Ni kwa sababu unakuwa hauoni, yani kufanya root canal bila x-ray ni sasa na kusema unaendesha Uh, unaendesha gari huku umevaa uh, umevaa tinted au unaendesha gari huku umezima taa na ni gizani. Maanayake ni kwamba hauoni mwelekeo, unakosa direction. Lakini kutumia x-ray ama kutumia msaada wa, wa, wa periapical x-ray inakusaidia zaidi na inakuweka katika nafasi nzuri ya wewe mtu ambao unahudumiwa, cha kwanza kuwa katika right track, lakini cha pili inamsaidia daktari kuona ni kitu gani ambacho anakifanya. Sasa watu wengi sana tumejidanganya kwamba kwa sababu tuna experience ya sasa, madaktari kwa sababu tuna experience kubwa, tumeona hakuna umuhimu kabisa wa kutumia hizi x-ray. Lakini ukweli ni kwamba watu wetu ndio wanaoumia, na hapa naongea na madaktari specifically kwamba watu wetu ndio wanaoumia zaidi kuliko hao watu tunaowahudumia. Lakini watu wanapoteza gharama, lakini watu pia wanaishia kupoteza meno. Kwa nini? Ni kwa sababu ya daktari alishindwa kutumia periapical x-ray, aidha ni kwa sababu haipo na akashindwa kuoda kwenda kufanya sehemu nyingine, ama ni kwa sababu tu aliamua kuifanya kwa uzoefu tunaita. Lakini kitu ambacho ni kuombe wewe leo, Mtanzania, unapokwenda kufanya root canal, matibabu ya root canal Jitahidi sana daktari wako afanye x-ray, akufanyie x-ray, muone lile jino lipoje, ndipo uchukue hatua, na uhakikishe kwamba umepata maelezo ya kulidhika au ya kutosha kwa daktari wako anayekuhudumia. Nadhani kwa kufanya hivyo, tutaweza kusaidiana wote. Lengo ni kwamba tupate huduma iliyo bora, na lengo sio kufanya perfection au lengo sio kufanya kitu ambacho ni 100% lakini lengo ni kufanya uh, ni kusavu with excellent eh? kufanya with ex, eh, kusavu with excellence. Na kama ni kusavu with excellence inamaanisha kwamba utakuwa na uchungu uh, na yule mtu anapopoteza gharama yake ya pesa, lakini kupoteza muda wake, lakini mwisho kabisa kuwa na uchungu wa kupoteza lile jino lake mwishoni, kama ile rutikanali haitofanikiwa. Ni kuombe tu Mtanzania na yeyote unayenisikiliza na unayetazama video hii, kama unapenda kufanya rutikanali, jitahidi sana daktari afanye x-ray ni muhimu, ni muhimu, ni muhimu sana. Kifupi, ndiye direction wa matibabu haya.